Mimi ni shujaa na Bwana yuko pamoja na sisi, mbona mabaya yote yametupata? Haya magonjwa vipi? Haya Mungu, haya magonjwa vipi? ina inamaana mimi ndo kabisa mtu wa kukosa hata ile ya kura mro mmoja kwa siku, halafu unakuja kuniambia Bwana yuko pamoja na mimi? Maraika akatabasaa akamwambia, utaokoa ndugu zako wewe. Akasema awai Ninahisi ni, ni wakati malaika anasema Bwana yuko pamoja na wewe shujaa. Si nilikuwa ni panga, nahisi kidu aligeuka nyuma kuangalia, akajikuta huko peke yake. Unaongea yeah, na mimi nazungumza na wewe shujaa, shujaa, shujaa! Hey, shujaa, kama kweli mimi ni shujaa, mbona ningekuwa nimejificha hapa pangoni kama Bwana yuko pamoja na sisi, ndo tungekuwa tunatumikishwa hivyo? sawa sawa, amen. Kuna mazingira kama mtu ameokoka, kuna mazingira unaweza ukapitia mpaka ukaisia kwamba ujaokoka. Sawasawa, amen. Kuna hali unaweza ukazipitia mpaka watazamaji, mpaka wasemaji wakaja, kama wale rafiki zake Ayubu walivyokuja. Unakumbuka wale jamaa watatu? Amen. Elifaz na mwingine alikuwa anaitwa Bildad na, na mwingine alikuwa anaitwa Eliu. Yule yeye ataji katika pale mwanzo ile, anaonekana alikuwepo kijana anaitwa Eliu na Sofari. Biblia inasema walipofika walikaa siku saba, hawaelewi waongee. Ni yaani jamaa amevurugika, Ayubu kavurugika, tajiri mkuu katika nchi ya Usi leo ni maskini, ana majipu, yuko kwenye mavumbi, amepiga chini chungu, amepasua kwa anajikuna kupitia chungu majipu yanavimba napasuka, usaa unatoka. Wale jamaa walipofika walikaa siku saba, hawaelewi waongene, aka rafiki zako wamekuja kukutia moyo, wanafika wanakuangalia, yaani hawaelewi, tumwambie pole, utusemeji? Kwa siku saba, sawa. Mwishoni mmoja tu wa kwanza alikuwa anaitwa Bildad, Sofari, Elifaz. Akaanza Elifaz. Hivi mtu anaweza akasema neno ukamsikiliza <laughs> <laughs> Baada <Bade> ya siku saba. <laughs> Wanamuuliza hivi, hivi mtu anaweza akakwambia neno ukamsikiliza. Lakini hata hivyo, hata kama ungekuwa wewe Ayubu, usingeweza kujizuia kusema. Usingeweza kujizuia. Mimi niseme tu kweli. Watoto wako wametenda dhambi. <laughs> Watoto wako wametenda dhambi ndio maana Mungu kawaua na we mwenyewe tunajua wa, wacha Mungu mwisho wao wa wagi mbaya kama wako sawa, baada ya siku saba. Yani kuna mazingira tunapita, yani mazingira Mungu anaweza akaruhusu, lakini shetani pia anaweza akapita. Katika hali zote lazima neno la kinabii liche siku moja. Nani e, Yehoshafati yani yani, alafu shida ya unabii, unabii bwana Yaani neno la unabii linapokuja, yaani Mungu akisema kupitia unabii, mara kadhaa sauti ya Mungu inakuwa very simple. Yaani zile instructions zinakuwa rahisi. Wako kwenye maombi ya mfungo siku tatu, kuna mataifa manne yanakuja kuvamia Yuda. Alafu unabii unashuka pale, unasikia? Bwana wa majeshi asema hamtapigana vita. Mtapanga watu, watapiga tu vinubi na filimbi. Yaani yaani tunajua wanaotanguliaga mbele ni askari wazuri. Awamui Mungu anatoa maelekezo panga waimbaji watakaosifu. Mnaenda vitani, mnatanguliza waimbaji nyinyi vitani? Yani wewe unaelewa vitu, watu wana mishale, wanalenga mishale, eti wengine wanasema ninakushukuru, wanakuja kwako mwema. Ndio maelekezo Mungu aliyotoa ya kwamba, awamui ampigani vita, utapanga watu waliondoka kwenye maombi, mfungwa wa siku tatu, hawakuamini mbe, pale <laughs> ma? wa mbele ilibidi Yehoshafati mfalme aseme waaminini manabii, sawa? Amen, kwa sababu watu walikuwa wanasema hapana na kazi hamna, wanasema hapana Yehoshafati na akili zetu zinafanya kazi hamna. Bwana tunaenda vitani, tunatanguliza waimbaji, waimbaji wanatakiwa baki kambini, wanamsifu Bwana, tupeleke wavizi yao mbele watu wa kurusha mawe wazuri, awamui hivi kosi, waanze kuimba. Yehoshafati akasimu waaminini wa manabii, wakapanga waimbaji. Walipoanza kuimba, wana wa Amon, wana wa Moab, wana wa milima ya saidu, sina watu gani watatu, wakaanza walikuwa wao ni watatu, wali makabila manne yali, yali kule, yaliendaga kule kwa isekini Biblia inasema hivi makabila, sio makabila, mataifa matatu walipoimba wale wakageukiana, wakaanza kuuana, wa moabu wakaanza kuwapiga wana wa milima seiri si. Walipomaliza wakawageukia wana wa Amoni wakauana. Wanapofika kwenye uwanja wa vita maadui walishakufa wote, ni kukuchukua nyara na kurudi. Angalia neno la kinabii, mtumishi wa Mungu anaweza akakwambia kanywa maji wewe uh, umeenda hospitali daktari amesema ugonjwa hamna, halafu mtumishi wa Mungu anasema ukirudi kinga maji grass moja kwenye bomba halafu kunywa sawa. Ukimaliza kunywa utakome, pole. Unaweza usiende kukinga maji, tunasema huku ni kuzarauliana huku. <laughs> Zuri, watu tumetoka zetu Mbeya, tumesafiri paka hapa Kenya, eti tuje atoe hata unabii, hata ananiambia nirudi kule kule Mbeya. Yaani kule kule Mbeya nilishindwa kukinga maji bombani, nikanywa pale. Hana Mungu, sawa ha? Waaminini manabii, maelekezo ya kinabii anaweza akakwambia hivi, ili biashara yako ifanikiwe kuanzia leo we unafunga, unafungua duka unafunga lako saa moja, unafunga saa tisa, sio saa tisa usiku, saa tisa mchana. We bwana we wateja wanakujaga saa kumi na mbili, we mchungaji we ni we wateja wanakujaga saa kumi na mbili. Maelekezo ya kunabii ya kinabii is very fun ni maelekezo sipo. Kuanzia leo umepona, na umepona kweli, hiyo unahitaji kuamini. Yashafat anasema waamini ni manabii ndipo mtakapofanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe, yeah. Alifanya kitu gani? Gideon akasema hivi, kama kweli Bwana uko pamoja na mimi, sasa nawekeza hapa, hii ngozi iloane, ngozi kwingine kuwe kavu. Mungu akafanya, amen. Akasema aina shida, kesho tena sasa hivi leo, pengine kwa kuekukafu ngozi lowaa Bwana kafan kuthibitisha, shina na Bwana libarikiwe. Usije ukasema amesema mchungaji Makunja, amesema fulani, amesema fulani, tunathibitisha. Na bahati nzuri, yaani wewe unafundisha, soma Biblia, unakumbuka. Ne. soma ne usome Biblia, sio tukimaliza hapa kufundisha ndo unaenda nyumbani unapekua Nataka nithibitisha kama alichokuwa anafundisha ni kweli. Wewe utapotea, tunasoma neno, tunasoma neno kabra ha, yaani unapokuwa nazungumza hivi hivi, mnafikiri wakati shetani anamwambia Yesu, kama ni mwana wa Mungu, geuza hilo jiwe liwe mkate, Yesu akaenda akakimbia akatafuta Torati ya Musa? Ndio tunasoma hivi Jamani, mwenye Torati hapo, nipitie kidogo. Naona hapa anaambiwa kama mimi ni mwana wa Mungu nigeuze jiwe liwe mkate. Alikuwa anajibu on spot. Imeandikwa mtu ataishi kwa mkate. Ukinisujudia, imeandikwa msujudie Bwana Mungu peke yake. Jirushe, imeandikwa hmm. Usimjaribu. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yetu. Hey, hey. sawa neno la Kristo uh, unataka kuoperate katika hii neema katika hii yani, nasikia sauti ya Mungu anazungumza kwa njia ya unabii. Mungu ananisemesha na, -na mara hizi Mungu anataka anitumie kugusa maisha mtu. Kuna siku Mungu anataka azungumze na mimi tu, lakini nikisimama kwenye madhabahu Mungu anataka anisemeshe nikufikishie ujumbe, nikwambie, Bwana anasema wewe ni mtu fulani, Bwana anasema wewe ni mtu fulani. Na mara kadhaa Mungu alishawasemesha watu anataka kuthibitisha. Sawa, so, amen. Siku moja tukiwa kwenye mkutano, tujui siku ile nyama, nikana muomba Mungu sema, Mungu, nataka kuoperate kwenye roho ya kinabii. Sasa nataka nikisema neno liwe, nataka nikisema neno liwe, nataka nikisema neno liwe. E, si ndio unabii wao? Amen. Kinyume cha hapo ni uongo, na hata waongo wenyewe manabii waongo nao wakisemanga vitu vinatokea, kwa sababu iko roho ya uongo inakuja kutimiza. Nataka kuoperate, niliomba usiku, niliomba usiku. Nafika asubuhi kwenye maombi nimetulia pale, nikaanza kuambia hivi, "Fulani ni fulani." Unakumbuka tulikuwa kule siku ile? Fulani ni fulani, fulani ni fulani. Nikasema, ni "Kwani hawajua? Watakuwa wanajua. Watakuwa wanajua. Kwani mpaka niwaambie wanajua?" Yeye alikuwa anambia eti Mose ni mchungaji. Sasa sasa, kwani mimi hadi mimi mwenyewe najua kama Mose ni mchungaji. Yaani hiyo hii haijaanzia leo. Sawa? Mmoja, samahani, nisimtaje, naambiwa ni mama mchungaji. Sawa. Nikasema, kwani yeye hajui? Paka nimwambia? Unajua, kuna mmoja anasema mimi ni aposto, naambia huyu ni <laughs> mchungaji, mchungaji. Sawa, nikasema, Mungu, huyu jamaa nimemwambia mara nyingi, sio tu kama anasema aposto. Mara nyingi nimemwambia we bwana we, huduma yako ni mchungaji. Mimi ni aposto wa kufungua watu. Haa, we ni aposto wa kufungua <laughs> sisi, watu sisi watu sisi watu tunafungua wenzetu Sawa. Mungu anaambia nikasema hivi, Mungu haya unayoniambia wanajua. Nikasikia moyoni kunasema hivi, wewe si umeniambia niweze kukutumia kwenye eneo la wanabii. Usiposema ndio itaishia hapa leo. Ukitii ukifanya tunaweza kwenda na wewe tu inayofuata. Ah, na mimi nikasema, ah, kama ndio rais baina shida. Njoo wewe. We ni friend. Wewe ni unadhani nifanye? Wewe ni friend. We amna? Amna? Nimesema tu njoo. Wewe ni friend. Sasa kuna uwezekano watu walitoka pale nase, mbona kaongea kirahisi sana?